Yesu, naja, naja. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Ututie moyo kama wanachama wa Kama, ukitubariki kwa neno lako, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wanaume wa chama cha Kama Uniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe! Amen. Bwana asifiwe! Amen. Wanaume hoe, sisi hapa. Basi nataka niwaambie wapendwa maneno machache. Kama kuko na kitu kimoja ilinishinda kuendesha na niliendesha siku moja, na sijawahi rudia tena, ni kitu ambacho kinaitwanga endika Endika, ama wasabutonaita <laughs> <wadana> chevacevai <laughs> na endika ni sawa, ni baiskeli yaani, baiskeli ni lazima ubalance mguu yote, yaani lazima ukikosa kubalance kitu itafanyika ni nini? utaanguka chini <laughs> nataka kuambia, mwanaume iko vitu viwili anatakikana balance. Mwanaume ni lazima aheshimiwe na yeye pia aheshimu ndoa Amen. Ukipata mwenye anataka kuheshimiwa na aheshimu ndoa, hakuna baraka, na yule mwenye anaheshimu ndoa na aheshimiwi, hakuna baraka. Hii mafunzo kumbe inatakana kuwa ya kamamu lakini kwa neema ya Mungu Jumatatu ju juma, Ijumaa nitakuwa na wale wengine. Kwa hivyo acha niseme machache, mwanaume ndio afanikiwe ni lazima aheshimiwe na yeye pia aheshimu ndoa. Mwanaume ataheshimiwaje? Jambo la kwanza kwa ku could kwa kuti kwa ku, kutiiwa ama wanasemaje kwa Kiswahili nzuri, kuheshimiwa. Mwanaume anaheshimiwa, mwanaume yeye anaheshimiwa wakati watu wanatii sauti yake. Kuna baraka kwa sauti ya mwanaume, na baraka hiyo mwanaume anaheshimiwa ikiwa sauti yake Inasiki. Inasikizwa. Hmm. Namba mbili, mwanaume anaheshimiwa ikiwa chenye ameanzisha